Watu watakapomsifu Mungu vizuri na kumweleza vizuri kupitia uumbaji, huwa Mungu anageuza hicho hicho anachokifanya kikawa kama silaha ya mashambulio kwa maadui. Sifa zikishushwa vizuri, Mungu anashughulika kuondoa kila kile ambacho kimesimama kinyume na Mungu katikati ya ibada. Sasa kuna watu wanapambana sana, kemea pepo, toka roza, kukataliwa mamaroho za kunini si roho za kunisi mababu, unanisikia? Utapata tabu bure. Tengeneza hazina ya kumsifu Mungu kwa viwango. Ukiwa ndani ya nyumba ya Mungu, ratiba zinazohusu sifa lazima uzichukulie uzichukulie uzito mkubwa, unanisikia? Mapambano mengi watu wanayapata ni kwa sababu hawajajua wa elimu ya kumsifu Mungu, na ni kitu gani unakiimba halafu anayediwa ni nani? Hivi vitu kivye fahamu Utakuwa na mambo makubwa kama nyumba ya Mungu itatenda nafasi nzuri ya kum, kumsifu Mungu. Mungu anageuza sifa zikawa silaha zake za vita. Wakati wana wa Israeli kwenye kitabu cha cha Yoshua walipofika katika ule mji wa Yeriko, Mungu anatengeneza utaratibu wa sifa. Mungu anashughulika kuangusha kuta za Yeriko, wanachukua mateka, wanaanza kusonga mbele kwa sababu ya sifa. Baba yetu aliyejua anaketi katikati ya sifa. Sifa zinafanya mambo makubwa sana, yaani mtu anaimba, adui anapiga; mtu anaimba, pepo zinaondoka; mtu anaimba, maajenti wanakimbia. Yaani okay. Unaimba kwa uzuri na utakatifu na kumaanisha. Ndio maana nimezungumza sana, sio sio kuimba tu. Anayeimbiwa ni nani? Anayeimbiwa ni nani, na nini unachokiimba?